Makumi ya watu wameuawa na mamia ya wengine wamepotea kwenye moto mkubwa katika makazi ya Hong Kong. Kutokana na janga kubwa la moto katika eneo la makazi mjini Hong Kong, watu wasiopungua 44 wamefariki dunia na zaidi ya mia mbili sabini hawajulikani walipo katika tukio linaonekana kuwa baya zaidi kuwahi kulikumba jiji hilo kwa miongo kadhaa. Hadi leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni zaidi ya saa kumi na sita tangu moto huo ulipoanza, wazimamoto bado wanahangaika kudhibiti baadhi ya ya majengo wakisema joto kali mno lilikuwa likiwazuia kuwafikia wakazi waliokwama ndani ya majengo. Hata hivyo, maswali yanaibuka jinsi moto wa kiwango hiki uliweza kutokea katika jiji lenye majengo marefu na rekodi nzuri ya usalama wa umma na viwango bora vya ujenzi. Moto huo uliruka kutoka jengo moja hadi jingine kwa kasi kubwa. Awali, mkurugenzi msaidizi wa idara ya zimamoto Derek Armstrong Chan hapo jana alisema, kwa sasa za giza kutakuwa na hatari na ugumu wa ziada kwa shughuli zetu, na hadi sasa joto ndani ya eneo la moto bado ni la juu sana, hivyo tunakabiliana na ugumu kufika katika ghorofa za juu zaidi za majengo mawili, alisema Chan. Alisema kuwa moto katika majengo manne kati ya manane ya jengo hilo refu ulikuwa umewekwa chini ya udhibiti. Zaidi ya watu elfu nne wanakadiriwa kuwa walikuwa wanaishi katika eneo lenye majengo ya makazi linaloitwa Wang Fuk makazi ya umma yanayokaliwa zaidi na watu wenye umri kati ya miaka sitini na mitano na kuendelea katika eneo la Taipo karibu na mpaka wa China bara. Chanzo kamili cha moto bado hakijulikani, lakini uchunguzi wa jinai tayari umeanzishwa. Majengo haya yalikuwa katika ukarabati na yalizungushiwa nguzo za mianzi pamoja na nyavu za usalama, mbinu ya ujenzi inayotumika sana katika jiji la Hong Kong na baadhi ya maeneo ya China. Mamlaka pia zimesema zina chunguza kama vifaa vinavyoweza kushika moto kwa urahisi ikiwa ni pamoja na mabomba ya povu yani polystyrene yaliyokuwa yakiziba madirisha na baadhi ya vyumba yalichangia kuenea kwa moto. Hadi Alhamisi leo asubuhi, vikosi vya okoaji vilikuwa vikilenga kuliokoa eneo la vitaru vitatu kati ya vitaru saba vilivyoathiriwa ambako watu wasiopungua mia mbili sabini na kenda bado hawajulikani walipo. Asubuhi ya leo wakazi waliokaa usiku kucha katika nyumba za au jamaa zao walikuwa wanarudi katika eneo la tukio la moto kutathimini madhara yaliyotokea. Kumbi na maeneo ya kijamii yamejazwa misaada, chakula na maji kwa wakazi waliopatwa na janga hilo. Mamia ya watu wamehamishwa kutoka majengo marefu kutokana na moto huo. Mwanamke mwenye umri wa miaka themanini na miwili alijitambulisha kwa jina moja la Wu, ambaye alikuwa ameketi kwenye jukwaa nje ya Kwangfu Estate akiangalia jengo likiwa linawaka moto moto liliambia habari la BBC idhaa ya China jana kwamba alikuwa akicheza mchezo wa majong na marafiki zake, lakini ghafla marafiki zake walipokea simu kutoka kwa waume zao wakisema kuna moto. Anasema walilazimika kushuka kwa lift hadi chini mtaani. Marafiki zake walienda hotelini, lakini mwanamke huyo ambaye ameishi hapo kwa miaka arobaini na miwili alikataa kuondoka. Nilibaki hapa kuangalia kinachoendelea. Nilimwambia mwanangu nitakuwa na amani tu moto utakapopungua, anasema. uu Zimamoto walipokea simu kuhusu moto huo kabla kidogo ya saa tisa alasiri kwa saa za Hong Kong. Inaripotiwa kuwa moto ulianzia katika jengo la Wong Chun House, jengo la ghorofa thelathini na mbili mojawapo ya vitaru vinne vinavyounda Wong Fuk Court. Jengo hilo lilikuwa kwenye ukarabati; zimamoto walipofika, nguzo za mianzi na nyavu za ujenzi tayari zilikuwa zikiteketea. Moto huo ulienea upesi kutoka jengo moja hadi jingine na kugeuka kuwa mioto mingi mikubwa kwa wakati moja. Angalau vitaru saba kati ya nane vimeathiriwa, na walioweza kutoroka walipelekwa kwenye maeneo ya muda, lakini iligundulika mapema kuwa wakazi wengi walibaki wamenaswa ndani ya nyumba zao, huku wazimamoto wakishindwa kuwafikia kutokana na joto kali mno na vifusi vinavyoanguka. Mpaka kufikia alfajiri ya leo, moto ulikuwa umedhibitiwa katika majengo matatu, huku manne yakiwa bado na mabaki ya moto. Haijulikani ni wangapi kati ya 279 waliopotea wamekwama ndani au ni wale ambao haujapatikana tu kutokana na mtafaruku wa tukio. Tunajua mahali baadhi ya walipo, afisa Chan alisema, lakini akaongeza kuwa kutokana na joto kali mno hatuwezi kupanda kuwafikia. Tutaendelea kujaribu, alisema. Wazimamoto zaidi ya mia nane wametumwa kwenye eneo la tukio wakiwa na magari ya zimamoto 128 na magari ya wagonjwa hamsini na saba. Bodi ya elimu ya Hong Kong imesema kuwa shule kumi na tatu zimesitisha masomo leo kutokana na shughuli zinazoendelea za uzimaji moto ambazo zimeathiri usafiri. Msemaji wa bodi hiyo pia amesema kuwa wanasaikolojia wa elimu wametumwa katika makazi ya muda ya karibu ili kutoa msaada unaofaa kwa wanafunzi walioathiriwa. Leo alfajiri, jeshi la polisi la Hong Kong limesema limewatia mbaroni wanaume watatu kwa tuhuma za uzembe mkubwa. Polisi waligundua jina la kampuni ya ujenzi kwenye mabamba ya polistirin yaliyokuwa yaki ziba baadhi ya madirisha. Vifaa vingine kama nyavu, vitambaa na mipangilio ya plastiki vinadaiwa kutokidhi viwango vya usalama. Mabamba haya ya polystyrene yanawaka kwa haraka, mkurugenzi wa huduma za zimamoto Andy Yeung alisema na kuongeza kuwa uwepo wa mabamba hayo yalikuwa ya kushangaza, hivyo wanashauriana na polisi wafanye uchunguzi zaidi. Mpaka sasa inaripotiwa kuwa watu angalau 44 wa wamefariki akiwemo mzimamoto mwenye umri wa miaka aliyepata majeraha akijaribu kuzima moto. Wanne walifariki hospitalini na 40 walifariki katika eneo la tukio. Mzima moto huyo aliyefahamika kama Ho Wai Ho alikimbizwa hospitalini lakini alifariki baadaye. Watu 66 walipelekwa hospitalini, 17 wakiwa mahututi na 24 hali zao zikiwa mbaya zaidi. Wazima moto wawili zaidi walijeruhiwa, mmoja akiumia mguu na mwingine kupata uchovu mkali. Mpaka sasa watu watatu wamekamatwa kwa tuhuma za ku bila kukusudia ambapo wawili wao ni wakurugenzi wa makampuni ya ujenzi na mmoja ni mshauri wa uhandisi. Wakati chanzo cha moto bado kikiwa bado kinachunguzwa, polisi wamesema kuwa mabamba ya polystyrene yalipatikana yakizuia ya milango ya madirisha katika eneo hilo ambalo lilikuwa likifanyiwa ukarabati na huenda yaliruhusu moto kusambaa kwa kasi zaidi. Mamlaka zinasema inaonekana pia moto ulienea haraka hadi kwenye majengo jirani kupitia nguzo au za mianzi. Moshi bado unapanda kutoka baadhi ya majengo marefu, lakini moto uko chini ya udhibiti katika majengo manne kati ya manane. Idara ya zimamoto inatarajia kuchukua siku nzima kudhibiti kikamilifu moto huo. Mamia ya wakazi wamehamishwa hadi kwenye makazi ya muda, na vitengo vya makazi ya dharura vinatolewa kwa wale wanaohitaji kuhamishwa. Idara ya zimamoto ya Hong Kong imeutaja moto huo kuwa wa kiwango cha tano cha tahadhari ambacho ndicho kiwango cha juu zaidi. Ni miaka 17 imepita Tang Hong Kong ipate moto wa kiwango cha tano mara ya mwisho. Mamia ya wakazi sasa huenda wasiwe na makazi katika jiji ambalo tayari lina uhaba mkubwa wa nyumba hasa za umma. Mkazi mmoja mwenye umri wa miaka 65 aliyejitambulisha kwa jina la Ho alisimama nyuma ya utepe wa polisi akitazama mabaki ya majengo yaliyokuwa yakitoa moshi akifikiria hatua atakazozichukua. Amesema kwamba jengo lake halikupata uharibifu mkubwa. Anasema kuwa alisikia ken gere saa 9 mchana akaangalia nje na kuona kitalu namba 6 kikiwaka, akakimbia bila kuchukua chochote. Amesema kama wengine wengi, alitazama tu kwa huzuni moto ukiteketeza majengo manne. Hakika bado kuna wazee wengi, paka na mbwa waliokwama huko. Mzee huyo amesema huu huenda ukawa moto mbaya zaidi katika jiji la Hong Kong tangu vita vya pili vya dunia. Kisa cha awali kilichojulikana zaidi ni moto wa jengo la galei mwaka 1996 uliowaua a wa watu arobaini na mmoja. Majanga kama haya ni nadra sana katika jiji la Hong Kong, jiji yenye msongamano mkubwa duniani na viwango bora zaidi vya ujenzi. Nguzo za mianzi hutumika sana jijini, si tu kwa ujenzi mpya, bali pia kwenye ukarabati wa majengo ya zamani. Hata hivyo, mbinu hiyo sasa inachunguzwa zaidi kutokana na usalama wake. Ingawa mianzi ina sifa ya kunyumbulika, pia ni rahisi kushika moto na huchakaa haraka. Hivi karibuni, wizara ya maendeleo ya Hong Kong imetangaza kuwa asilimia hamsini ya miradi mipya ya ujenzi wa umma kuanzia mwezi Machi itahitaji kutumia nguzo za chuma badala ya mianzi, ili kulinda wafanyakazi na kuendana na viwango vya kisasa. Hata hivyo, hatua hiyo ilipata upinzani kwa kuwa wengi wanaona ujenzi wa kutumia mianzi ni urithi wa kitamaduni. Moto huu mkubwa unatarajia kuongeza shinikizo kwa maafisa Hong Kong na China. Hong Kong ni eneo lenye mamlaka maalum chini ya China, lakini katika miaka hivi karibuni utawala wa China bara umeongeza udhibiti wake hasa baada ya maandamano makubwa ya mwaka elfu mbili na kumi na kenda. Rais wa China Xi Jinping ametuma salamu za rambirambi kwa waathirika na kuagiza juhudi za dhati kupunguza vifo na hasara. Naye kiongozi wa Hong Kong John Lee amesema amesikitishwa sana na vifo hivyo akiahidi kuwa nguvu kazi yote itaelekezwa kwenye uokoaji na akautaja moto huo kuwa janga kubwa. Hii ni Msasa Media.